Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 813. Watafiti wanasema kuwa mtoto wa kwanza duniani aliyezaliwa kupitia kutungwa kwa usaidizi wa roboti amezaliwa. Mtoto huyo wa kiume alizaliwa na mwanamke mwenye umri wa miaka 40 huko Guadalajara, Mexico baada ya jaribio la awali la kutunga nje ya mwili IVF ambalo lilizalisha yai moja pekee lililokomaa, lakini alikuzaa kiinitete chochote, kwa mujibu wa watafiti. Mtoto wake mchanga alitungwa kupitia toleo la kiteknolojia la kutunga aina ya intracytoplasmic sperm injection ICSI iliyosimamiwa na roboti na kudhibitiwa kidigitali kwa asilimia mia waendeshaji waliokuwa mbali mjini Guadalajara na New York umbali wa takriban maili 2300, walisimamia mfumo huo wa kiotomatic wakati ulipokuwa ukichagua mbegu ya kiume kuiandaa kwa ajili ya kuchoma kwenye yai kisha kuichoma kwenye yai lililokuwa tayari. Katika mbinu ya ICSI, wataalamu wa maabara wenye ujuzi huingiza mbegu moja ya kiume moja kwa moja ndani ya yai kwa lengo la kuunda kiinitete ambacho kinaweza kupandikizwa kwenye tumbo la mama. Mchakato huu unahusisha hatua 23 ngumu na matokeo yake yanaweza kutofautiana kati ya mtaalamu mmoja hadi mwingine, kwa mujibu wa watafiti. Ili kuboresha mchakato huu, timu ya watafiti iliunda kituo cha kazi kia automatic ambacho hatua hizi zote hufanyika chini ya usimamizi wa AI, yani akili bandia, au usimamizi wa kidigitali kutoka kwa mtaalamu aliye mbali. Akiwa na msaada wa AI, mfumo huu huchagua mbegu ya kiume moja kwa moja na kusimamisha sehemu ya katikati kwa kutumia leza, tayari kwa uchomaji. Hatua hii hufanyika haraka na kwa usahihi wa hali ya juu unaozidi uwezo wa binadamu, alisema mtafiti mkuu Gerardo Mendizabal Ruiz, mkurugenzi wa maabara ya uelewa wa kompyuta katika Chuo Kikuu cha Guadalajara, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari. Katika utafiti huu mayai matano yalitumika kwa mfumo wa ICSI K automatic huku matatu yakitumika kwa mbinu ya kawaida inayofanywa na wataalamu wa maabara. Mayai hayo yalitolewa na mtoaji mwenye umri wa miaka 23 na yakachomwa mbegu kutoka kwa mwenzi wa mama mpya mwenye umri wa miaka 43. Mayai manne kati ya matano yaliyopitia mfumo wa roboti yaliyofanikisha utungaji ikilinganishwa na yote matatu yaliyofanikishwa kwa mbinu ya kawaida. Kiinitete cha ubora wa juu kilichotungwa kwa mfumo wa roboti kiliamishwa kwa mama ambaye alipata ujauzito na hatimaye akajifungua mtoto wa kiume mwenye afya njema. Walisema watafiti. Mfumo huo unawakilisha suluhisho la mageuzi, kuboresha ufanisi na kuhakikisha matokeo ya kuaminika. Alisema Jackie Cohen, mtaalamu wa kiinitete kutoka shirika la Conceivable Life Science la New York katika taarifa kwa vyombo vya habari. Conceivable Life Science ndio waliobuni mfumo huo wa kiotomatic na kuhifadhi jaribio hili la kitabibu. Taratibu zote za utungaji kwa mfumo wa roboti zilichukua wastani wa dakika kumi kwa kila yai, muda ambao ni mrefu kidogo kuliko ule wa mbinu ya kawaida ya ICSI, kwa mujibu wa watafiti. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.